Wokovu ni hamisho la roho kutoka ulimwengu wa giza kuja ulimwengu wa nuru, kutoka ulimwengu wa waovu kuja ulimwengu wa wenye haki, kutoka ulimwengu wa wasio na hekima kuja kwenye ulimwengu wa walio na hekima, kutoka ulimwengu wasiotii kuja ulimwengu wa wanaotii. Hiyo ndio maana hadisi ya wokovu. Lakini mtu asemaje? Ikiwa mtu anasema ameokoka lakini bado unaishi katika ile hali yake ya kwanza, hasira ni zile zile, kiburi ni kile kile, dharau ni ile ile, chuki ni ile ile, fitina ni ile ile, hana badiliko. Haleluya, haleluya, yeah. Hauna badiliko, maana yake bado unahitaji wokovu, hujaokoka bado. Yani kwa lugha rahisi ni kwamba hujaokoka bado, ila unaishi kama mtu mwenye mfano wa wokovu. Yani, mfano ukaua haleluya, haleluya. Watu wa Mungu wametambulika hata katika usemi wao, lazima anasema, maneno yenu maneno yenu yakolee Mungu ya wafae wanaosikia. Mtu wa Mungu anapookoka au anapomwishia Mungu lazima awe na maneno yanayowajenga wengine, sio yanayowaharibu wengine. Amen, amen. Nakwambia ukweli. Yako mambo kama mtu wa Mungu unastahili kuyafanya kwa hekima Mungu aliyokupa. Lakini sasa kwa sababu wewe umejaa viumbe viumbe viovu. Umejaa viumbe viovu. Pia ndio suria ya kwa shetani ya kuwepo kwa giza, mapepo, mizimu na mambo mengine mengi katika ulimwengu huu. Ni ngumu sana kuishi kama Mungu anavyotaka, ni ngumu sana kufanikiwa kama Mungu anavyotaka, ni ngumu sana kuinuliwa kama Mungu anavyotaka, kwa sababu ya namna ulimwengu wa giza ulivyoweka vizuizi mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku. Wakati siyo dini ya mkumbo lazima uwe umekaa chini umefikiria kwa mbali ya njia hii ya uzima the way of life. Lazima uwe umekubali kujitenga na watu wa aina fulani fulani ili uweze kufanikisha malengo ya makusudi ya Mungu kukuita. Unajua, nikwambie jambo moja la tano, hatuokoti kwa sababu kuna ndugu anatusifia kwamba afadhali umeokoka hatuokoti kwa sababu baba au mama yuko kanisani na ametuambia nikiwakuta nyumbani lazima muende kanisani. Hatuokoti kwa sababu hii. Tunaokoka kwa sababu tumeziona faida za kukaa ndani ya Yesu. Tumekubali kuacha dhambi ili Yesu atuongoze, tujaze Roho Mtakatifu, tuwe watoto wapendeo na Mungu, na tuanze kuishi maisha ambayo Mungu atanyosha mkono wake na kutubariki na kututumia kwa ajili ya kusudi la utukufu wake. Haleluya, haleluya. Unajua mimi sasa, nisipenda kanisani sitaelewana na baba. Unajua mimi sasa, nisipenda kanisani sitamfurahisha mzazi, lakini niende tu, lakini moyo wako uko mbali, bado hujaokoka hapo, bado ganda la nje tutaona niembe, lakini ndani ni nyanya. Amina, amina. Amina, amina. Mungu anapokuchagua, nia ya Mungu kabisa ni kwamba uwache damu, hiyo ndio nia ya kwanza ya Mungu. Wewe uache damu kabisa, na dhambi huanzia kwenye maneno mabaya, na ndio maana Biblia inatuambia watu kwamba hata mpumbavu akinyamaza ukiongea utaongea upumbavu maana yake kinyamaza katika mithali anasema mpumbavu wa kinyamaza ataonekana na hekima Amen When a foolish man keeps silence he looks wise Kwa hivyo ndio maana tunaposema tunaokota yatupasa kuanza na kinywa chetu ulimi wetu matendo yetu mawazo yetu fikra mbalimbali zinazotambulisha namna gani tumeokoka. Haleluya, haleluya, yeah. Na sikiza ikwambie Bwana Mungu, sasa hivi kuna mambo mengi sana na yaona yanatokea. Nilikuwa duka moja, nikaona kuna tuvitu sasa tunauzwa kama tusigara, sijui ndio nini ndo kushisha ndo nini, tunauzwa tumesokotwa kwenye karatasi kama za boksi tunauzwa kidogo kidogo, niliona halafu vijana na mavuta. Ule ni mpango wa shetani kabisa. Wewe unaweza ukaizi kwa sababu kinauzwa kwenye maduka na ikionekana kama kina shida, lakini kile ndio kinakufundisha wewe mvuta bangi, mvuta sigara, mvutaji, mvutaji, mvutaji. Hicho kinakuingizia roho fulani na moshi wa aina yoyote unapoenda kwenye akili, akili inaharibika. Moshi aina yoyote ya moshi ukienda kwenye mapafu unaharibu mapafu, ukienda kwenye akili unaharibu akili. Kwa uwezo wako wa kufikiri utabadilika, uwezo wako wa kuwaza utabadilika, na uwezo wako wa kuamua utabadilika. Kwa katika haya yote, tunahitaji hekima ya Mungu itusaidie na kutuongoza na ndipo nikasema utii wetu wahitaji kuanzia ngazi ya familia kwenda mpaka ngazi ya kanisa kwenda mpaka ngazi ya nchi, tumtii Mungu.